Yesu Kristo atukuzwe, mtazamaji wa Jehova Jireh TV, karibu katika Ngomeni Review. Na leo hii utakuwa nami mtangazaji wako Teddy Kimaro Last Boni wa Yesu. Leo tutaangalia ibada iliyofanyika tarehe nane tarehe nane mwezi wa nne mwaka 2025 ambapo ilikuwa ni ibada ya kuchovya miguu kwenye mafuta, ilikuwa ni ibada ya baraka, ilikuwa ni ibada ya ufungulivu, ilikuwa ni ibada ya ukombozi, ilikuwa ni ibada ya uponyaji. Maelfu ya watu waliweza kubadilishwa historia ya maisha yao, na hakuna ambaye alifika hapa kwenye ibada ya siku hiyo akabaki kama jinsi alivyo. Twende tukatazame siku hiyo, ni matukio gani yalifanyika kwenye ibada ya siku hiyo na yakasababisha watu wakakombolewa na kufunguliwa pamoja na kuponywa. Usitoke wala usiondoke, kaa na mimi hapa, Last Boni wa Yesu. Wengi tunamfahamu mtumishi wa Mungu, kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Ni mwalimu mzuri sana wa neno la Mungu, na anapokuwa anafundisha neno la Mungu huwa anaongozwa na Roho Mtakatifu, na mafundisho yake yamekuwa chachu ya watu wengi kufunguliwa kimwili na kiroho. Na katika ibada ya siku hiyo alifundisha somo zuri sana lenye kichwa kinachosema madhabahu saba za machinjo ya Pasaka. Alifafanua kupitia maandiko mbalimbali na watu waliweza kufunguliwa, waliweza kukombolewa, wakapata kujua kweli, nayo kweli ikaweka huru tena. Tukatazame alafu tutarejea tena, mtu ambaye aliyeletwa na Mungu yes. Mungu kuna jambo ambalo amemkusudia kabisa, kabisa. Na ni muhimu mkafahamu oh, yes. ya kwamba uh, kwa nini shetani anatumia Eh, nambari saba oh, yes. ni kwa sababu Kristo mwenyewe ambaye ndiyo kafara ya Pasaka. Sawa. aliitumia hiyo nambari saba, Ufunuo sura ile ya tano na mstari wa sita, kitabu cha Ufunuo sura ya tano na mstari wa sita. Nitasoma kwa jina lake Bwana Yesu, soma Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi, ndiyo na wale wenye uhai wanne na katikati ya wale wazee ndiyo mwanakondoo amesimama. Kulikuwa na mwanakondoo kwenye kiti cha enzi amefanyaje? Amesimama, kasimama kasi pale au sio? Sawa, sawa. Endelea. alikuwa kana kwamba amechinjwa, alikuwa ni kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe saba. Alikuwa na pembe ngapi? Saba. Ehe. Na macho saba, na macho saba ambazo ni roho saba za Mungu. Hebu sema, ambazo ni roho saba za Mungu, ambazo ni roho saba za Mungu ehe, zilizotumwa katika dunia yote ambazo, zilizotumwa katika dunia yote. yes. Sema amina, amina. Hapa ndipo ambapo Shetani alipo kwamba kwenye kiti cha enzi sawa, kuna mwanakondoo eh, ambaye ni kana kwamba amefanya nini? Ame amechinjwa, manake ametolewa kafara. Yes. Haleluya, amen. Alikuwa na pembe saba na macho mangapi? Saba, yes. Ambazo ni roho saba za nini? Za Mungu, roho saba za Mungu. Oh, yes. Kwa hiyo pale ndipo shetani alipoiga akachukua ile ile ile namba saba yule joka mwenye vichwa saba na pembe ngapi kumi. Na hapa anatengeneza madhabahu saba zilizoko kwenye ardhi, ili ziwafanye watu wajikwae na kuanguka chini. Oh, yes. kwa nini? Kwa sababu Zaburi ya tisini na moja Sawa. anasema atakuagizia malaika zake. Amen. mikononi mwake wa kuchukue, yes. usije ukajikwaa mguu wako na kuanguka wapi, chini mm. Bwana Yesu asaidie sana. Amina, hiyo ni ndogo sana. Amen. Itika tena amina nyingine ili ubarikiwe. Amen. Habari zako wewe zilishaandikwa. Oh, yes. Na ndio maana unahesabiwa kama kondoo anayestahili kuchinjwa mchana na usiku. Mm. Nu, Warumi sura ile ya 8 na mstari wa 36 na wa 37. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 36 na 37 ninasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Soma. Kama ilivyoandikwa ya kwamba. Kama ilivyoandikwa ya kwamba. Kwa ajili yako. Kwa ajili yako. Tunauawa mchana kutwa. Tunauawa mchana kutwa. Tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Na tumehesabiwa kama kondoo wa kufanya nini? Wa kuchinjwa. Wa kuchinjwa. Mapigo mengi ambayo Oh, yes. Lema, amina. Amina, kila mtu anakuhesabu kama ni mwanakondoo ambaye unapaswa kuchinjwa. oh, yes. Kondoo siku zote ni mnyama, ni mpole kabisa, kabisa, kabisa, ambaye yuko tayari kupelekwa machinjoni wakati wote. Amen. Upole tulionao ni karama ya Mungu mwenyewe. Amen. Na katika msimu huu hatutakuwa kafara ya mtu yoyote. oh, oh. Katika yes. kafara yetu ni Yesu Kristo mwenyewe. Amen. Nasema hatutatolewa kafara ya mahali popote. Amina. Sio kwamba ni wewe utatolewa na ndugu zako upande wa baba yako wala mama yako. Ndio. Maanake, unapokoka. Sawa. Unakuwa na sababu nyingi za kushutumiwa. Ndio. Na unapokuwa mpole. Sawa. Haina maana ya kwamba hauna cha kufanya. mm. Ni hekima ya Mwenyezi, hekima Mungu. Yes. Maandiko anasema Bwana atawapigania nanyi mtafanya nini? Mtanyamaza kimya. Amen. Lakini nataka nikwambie, sawa, ukubwa wa vita yako. Oh, yes. Ni ukubwa wa ulichobeba. Amen. Na ulichobeba lazima kifike. Hallelujah. Kitabu kile cha e, Zaburi ya arobaini na mstari wa saba kitabu cha zaburi sura ya 40 na mstari wake wa saba ninasoma kwa jina la Yesu. Ndio. ndipo niliposema ndipo niliposema tazama nimekuja tazama nimekuja. Katika gombo la chuo nimeandikiwa katika gombo la chuo nimeandikiwa kuyafanya mapenzi yako ili kuyafanya mapenzi yako e Mungu wangu e Mungu wangu. Ndio furaha yangu na hiyo ndiyo furaha ya kwangu Amen. tazama nimekuja mm. Na katika gombo nimeandikiwa oh, yes. Kuyafanya mapenzi yako Amina. E Mungu wangu. Bwana Yesu asaidie sana. Amina sana. Hebu rudi tena. Kitabu cha Zaburi sura ya arobaini na mstari wa saba ninasoma kwa jina la Yesu. Ndipo niliposema. Tazama mimi nimekuja. Katika gombo la chuo nimeandikiwa. Kuyafanya mapenzi yako kuyafanya mapenzi yako, E Mungu wangu, E Mungu wangu. Ndiyo furaha yangu, na hiyo ndiyo furaha yangu. Naam, naam, Sheria yako imo moyoni mwangu. Na sheria yako iko moyoni mwangu. Amina. Kuyafanya mapenzi ya Mungu, kama hili jukumu hili liwe limekamilika, lazima nipite kwenye magumu haya. Amina. Na hayo ndio yanayofurahisha moyo wako. Oh, yes, ndiyo mapenzi yako, ndio ndio yanayokufurahisha, yes. Ndio uliyoyapanga, ndio yanayokufanya ujisikie vizuri. Bas yes. Mapenzi yako yatimie. Amina. Hii inaitwa aishi mpaka aishe. Bado aliendelea kufungua watu akili eh, na maarifa. Aliendelea kufafanua zaidi kuhusiana na somo hilo alilofundisha. Wakati huo, alisema wako wachawi ambao wanatengeneza madhabahu hizo kwa ajili ya kutoa sadaka na kusababisha anguko kwenye maisha ya watu. Lakini aliendelea kuwatia watu moyo, akawaambia kwamba hata kama shetani amejenga madhabahu hizo na kutoa kafara, utaanguka sana, lakini uta inuka tena akielezea kwa andiko moja linalosema mwenye haki huanguka mara saba lakini huyo huinuka tena. Madhabahu saba sawa, huleta anguko saba. Oh, yes. Hapo sasa ndio shughuli ilipo. Hapo hapo madhabahu saba huleta nini? Maanguko. Sema maanguko saba. Maanguko saba. Na haya maanguko saba, yes, e, yote yana nafasi ya kuinuka tena. Amina. Sema amina. Amen. Kitabu kile cha Mithali sura ya 24 na, na mstari wa 16. Kitabu cha Mithali sura ya 24 na, na mstari wake wa 16. Ndio. Ninasoma kwa jina la Yesu eh, kwa maana Mwenye haki. Kwa maana mwenye haki huanguka mara saba, huanguka mara saba. Akaondoka tena, Akaondoka tena. Bali wasio haki. Bali wasio na haki hukwazwa na mabaya, hukwazwa na nini? Mabaya. na mabaya. Yes. Bwana Yesu asaidie sana. Amina. Madhabahu saba sawa zinawakilisha vichwa saba vya shetani, mm, kupitia joka kuu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 na mstari wa tatu. Nasoma kwa jina lake Bwana Yesu. Ndio, ikaonekana ishara nyingine mbinguni. Ndio, na tazama joka kubwa jekundu, joka kubwa jekundu alikuwa na Vichwa saba, alikuwa na vichwa saba na pembe kumi na pembe kumi na juu ya vichwa vyake na juu ya vile vichwa vyake vilemba saba. Vilemba vilikuwa vingapi? vilikuwa saba. Ehe. Mstari wa nne hapo hapo yes, ufunuo sura ya ishirini na mstari wa pili, hujokaa mwenye vichwa saba na pembe kumi na mwenye rangi nyekundu. Yes. ni nani? Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 20 na mstari wa 2, nasoma kwa jina lake Yesu. Ehe. akamshika yule joka akamshika yule joka yule nyoka wa zamani, yule joka wa zamani ambaye ambaye ni ibilisi na shetani, ni ibilisi na shetani, akamfunga miaka 1000 Akamfunga miaka mingapi? elfu. Kwa hiyo zile madhabahu saba ulizoziona Yes. zilikuwa najengewa nyoka, nyoka Mm-hmm. mkubwa mwenye vichwa vingapi? Saba na pembe ngapi? kumi. Amen. Na huyo joka mwekundu, rangi nyekundu inawakilisha kafara, oh, yes. inawakilisha maagano, inawakilisha nini, vita, ndio umwagaji wa damu, amina ama mauaji, oh, yes. kupitia upanga, mm. machinjo, yes. Pasaka oh, yes. kafara ya ya ya, ya mwezi wa ngapi Wanne, amen, ama msimu wa Pasaka oh, yes. Bwana Yesu atusaidie sana amina, sana narudia tena, Yesu atusaidie sana amen. Sasa basi sawa, hapa penye hizi madhabahu oh, yes. shaba ya Baali ambaye alikuwa akitengenezewa madhabahu hizi. Amen. Kupitia e, Balam. Yes, ni kwamba atengenezewa pa kwa mafuta anguko. Mm. Na anguko lina mara ngapi? mara saba. Amina. Anasema mwenye haki huanguka mara saba, yes, na akainuka akaondoka tena, tena anguko la mara saba. Sawa. kuna anguko ambazo ni mbali mbali. Oh, yes. Daudi anasemaje Zaburi mia na kumi na nane na mstari ule wa kumi na tatu. Kitabu cha Zaburi sura ya mia kumi na nane na mstari wa kumi na tatu. Ninasoma kwa jina lake Yesu. Ehe, ulinisukuma sana ili nianguke, nianguke, ulinisukuma sana ili nianguke. Lakini Bwana akanisaidia. Lakini Bwana akafanya nini? Akanisaidia, akanisaidia. Mwenye haki huanguka mara ngapi? Mara saba. Hebu sema mara saba, mara saba, mara saba. Ni kwa sababu gani? Ya vichwa vya ule joka. Mwenye vichwa vingapi? Saba na pembe Kumi. Amen. Aleluya. Amina. Kwamba anapokugonga kisigino. Sawa. Maana yake lazima ufanye nini? uanguke kwa sababu sumu yake Ndiyo. inapanda na kuleta madhara katika mwili wako Amina. na kukusababishia ushindwe kupiga hatua za kuelekea kwenye hatima yako Amina. Tazamaji wa Jehova Jire TV, natumaini kutoka hapo mpaka hapa tulipofika, yako mengi ambayo yamekuonyesha ni namna gani mtumishi huyu wa Mungu, kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha amepakwa mafuta ya kitofauti sana, lakini mimi nataka nikuhakikishie, bado yalifanyika mengi sana. Watu waliweza kufunguliwa, vipofu waliweza kuona, viziwi waliweza kusikia, wafu waliweza kufufuliwa. Wapo watu ambao uchumi wao ulikufa ukaweza kufufuliwa. Wako watu ambao walikuwa watembei kiuchumi, waliweza kutembea. Wako watu ambao walikuwa hawaoni fursa. Wako watu ambao walikuwa wanaumwa na magonjwa ya kila aina, lakini waliweza kufunguliwa kupitia ibada ya siku hiyo. unaheri wewe ambaye huna mashaka na Yesu wa kuhani na mwalimu Heri pia wewe ambaye huna uh, mashaka na madhabahu ya Ngome ya Yesu Kristo. Mtazamaji wa Jehovah Jireh TV, nichukue nafasi hii kukualika kwenye ibada ya siku ya Ijumaa. Itakuwa ni ibada kubwa sana ya ufungulivu, uponyaji pamoja na ukombozi, na itakuwa ni ibada ya kushughulikia matatizo yote sugu eh, yaliyoshindikana. Lakini pia mtumishi wa Mungu kuhani na mwalimu Sir Richard Mwacha amesema kwamba siku ya Ijumaa bado ataendelea kugusa mtu mmoja mmoja. Unakaribishwa sana Ngome ya Yesu Kristo, ili uweze kufunguliwa, kukombolewa pamoja na kuponywa. Njoo na matatizo yako, lakini hauruhusiwi kuondoka nayo. Utakuja na magonjwa, utayaacha hapa, utaondoka ukiwa mzima. Utakuja na matatizo, utayaacha hapa lakini utaondoka ukiwa mzima. Karibu sana Ngome ya Yesu Kristo, ibada ya siku ya Ijumaa inaanza saa nane kamili za mchana. Eneo ni moja tu, Kimara Temboni, Ngome ya Yesu Kristo. Mwambie rafiki yako, mwambie ndugu yako, mwambie twende kwa mwonaji wa zamu kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Na hii ilikuwa ni Ngomeni Review, ulikuwa nami Teddy Kimaro last born wa Yesu. Mungu akubariki.